Hayo ni hospitali ya Jakaya Kikwete. Hapa tumeona mambo mengi yanayofanyika, tumeona operation za mioyo na wamesema wanahudumia wagonjwa wa nje elfu mbili na wana uwezo wa kulaza wagonjwa mia moja hivyo. Eh, hospitali ya kwetu peke yake ambayo iko Maputo haiwezi kufanya hayo yote na pia tunatamani ije ishirikiane na hizi hospitali kwa ajili ya huduma za kibingwa. Lakini tama pia tunatamani kwamba hospitali za namna hii kama kwenye nchi yetu tungepata katika ukanda wa kusini, kati na kaskazini ili iweze kuhudumia mama zetu na dada zetu. Leo tumeweza kupata ujumbe kutoka Msumbiji ambapo umeongozwa na mke wa rais wa Msumbiji ametembelea taasisi ya moyo. Aa, nia ya kuja hapa kwanza ni E, mahusiano ambayo Tanzania na Msumbiji yamekuwa kwa muda mrefu yakiimarishwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan na rais wa Msumbiji Daniel Chapo. Na amekuja kuona kitu alichokuja kukiona kikubwa ni teknolojia ambayo ipo kubwa kabisa katika taasisi hii ya moyo. Taasisi ya moyo hivi karibuni imekuwa na teknolojia ya kisasa kabisa ya kuwafuatilia wagonjwa mara wanapofanyiwa operation wakiwa kwa nyumbani kwao kwa kuwekewa kwa shuka maalum, na lile shuka sisi tunaweza kuona mapigo yao ya moyo, tunaweza kuona presha zao, tunaweza kuona jinsi wanavyopumua na mambo mbalimbali mbali, na hii inaongeza tija na kuokoa vifo vya ghafla ambavyo wangeweza kuvipata. Lakini amejionea eh, watoto ambao wamefanyiwa upasuaji eh, wa moyo mkubwa kwani taasisi inafanya jumla ya wa, wagonjwa elfu moja kwa mwaka, na hii namba ni kubwa kabisa kwa nchi za Afrika. Hamna nchi ambayo ina uwezo mkubwa kiasi hichi. Inafanya kwa njia ya tundu dogo wagonjwa elfu tatu kwa mwaka, na hii ni namba kubwa kwa Afrika. Sisi ndio tunaoongoza kwa namba hizi. Kwa hiyo kajionia mwenyewe na ametoa ahadi kwamba e, tutawasaidia na wao kwenye kule Msumbiji kwawajengea uwezo ili waweze kutibu haya matatizo ya moyo lakini na kuleta wagonjwa mbalimbali ambao wenye matatizo ya moyo kuja kutibiwa hapa, na hii italeta e, swala la tiba utalii, ambapo mheshimiwa rais, kama mnavyofahamu, ameuimarisha sana utalii tangu alivyochukua madaraka, na sasa hivi tunaona sasa tiba utalii inakuwa na hata hawa viongozi wameweza kuja. Na kabla hajaja hapa alishakwenda na hospitali ya Muhimbili akaona jinsi uwekezaji mkubwa ambao umefanya nchi yetu imeimarisha sana huduma za, za ubobezi na huduma hizi zinapatikana kwenye hizo hospitali kubwa. Kwa Msumbiji kama tunavyojua, wana ndugu zetu, marafiki zetu wa muda mrefu tangu kabla ya uhuru, na sasa kwao wanakuja kujifunza, kuona maendeleo makubwa ambayo Tanzania imeyachukua kwenye kuendeleza huduma hasa za kibobezi, na kwa kupitia kujifunza huko, wanatamani pia na wenyewe waende kwenda kuanzisha huduma kama hizi lakini pia amekuja hapa Jakaya Kikwete kuja kuona huduma za upasuaji wa moyo ambao amepita kuangalia ile jengo la upasuaji wa kisasa kabisa ambao haufungui kifua, lakini pia akaenda kwenye upande wa wodi ya wagonjwa wa mahututi watoto, watoto wadogo wa, wa ambao pia ameweza kuona pale Koko jumla, e, ujumbe ambao ametoka nao hapa kama mlivyomsikia ni kwamba amefurahia sana, wamejifunza na wameona ni kwa kiasi gani serikali ya Tanzania inavyowajali wananchi wake na kuweza kuboresha huduma hizi kwa ajili ya kuona Watanzania wanafaidika na huduma hizi ambazo serikali imeanzisha.